Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu leo siku ya Jumatano. Tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Marko sura ya sita aya ya 45 hadi ya 52. Inazungumza habari ya Yesu ambaye aliwalisha watu zaidi ya elfu tano wanaume na ba, mara baada ya watu wao kushiba chakula anafanya tendo la kuwalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani wamtangulie kwenda ng'ambo ya ile bahari ya Galilaya. Kwa nini Yesu anawalazimisha wanafunzi wake wamtangulie kwenda mbele? Marko hazungumzi vizuri sababu ya Yesu kuweza kuwalazimisha wanafunzi wake waondoke mara baada ya wale watu kushiba, ila Yohana sura ya sita aya ya kumi na nne anasema mambo haya kwamba wale watu waliposhiba, walipoona ishara ambayo Yesu ameifanya, walitaka kumkamata na kumfanya aweze kuwa mfalme. Yesu akajitenga akaenda mbali peke yake kusali. Kwa hiyo sababu ya Yesu kuweza kuwalazimisha wanafunzi wake waondoke ni kwa sababu alitambua kile kitendo cha wale watu, umati wa watu waliokuwa wameshiba mikate walivyotaka kumfanya kuwa mfalme. Alikumbuka kipindi alichokuwa kwenye majaribu kule mlimani Shetani alikuja kumjaribu, alimshawishi Yesu atumie njia ya mkato ya kuweza kuteka watu waweze kumfanya kuweza kuwa mfalme. Tunaisoma katika Injili ya Luka sura ya nne aya ya kwanza mpaka ya kumi na tatu. Yesu alipokuwa mlimani, Shetani alimwendea akasema, ukitaka watu wakufuate tumia nguvu zako za ajabu Badilisha mawe yaweze kuwa mkate, wapatie vitu vya kimwili watu nao watakufuata. Ukiwapatia mahitaji ya mwili watakuja tu kwako. Yesu akamjibu akamweleza Shetani, mwanadamu hawezi kuishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. Na habari tunaipata katika Kumbukumbu la Torati ile sura ya tatu. Tunajifunza mambo gani? Yesu hakutaka wanafunzi wake waweze kuambukizwa na ile hali mbaya ya Wayahudi ya kutaka kumfanya aweze kuwa mfalme. Yaani, angeondoka Yesu kwenda mbinguni, wanafunzi hawa na wao wenyewe pia wangeanza kutumia nguvu za kimungu, uweza wa kimungu aliyokuwa amewapatia kufanya watu waweze kuwafanya wao viongozi kuweza kuwainua. Hakutaka watu wale wanafunzi aliokuwa amewachagua waingie katika mkumbo huu. Anawatoa, anawalazimisha waondoke kwa nguvu. Yeye anabaki huku nyuma akituliza hili kundi la watu, na baadaye walivyotulia akaondoka akaenda mlimani kusali yeye peke yake na Baba yake. Tupo katika nyakati ambazo watu sasa hivi wanatafuta umati wa watu waweze kuwafuata. Yaani, ukiwa na wafuasi wengi, wewe ndio unaonekana bora zaidi, na hata wale ambao wamekuwa ni wanafunzi mitume, wa Yesu, wale viongozi wa kidini wanafurahia kuweza kuwa na watu wengi wanaowafuata, na kwa mtindo huu watatumia kila mbinu, kutumia nguvu za kimungu kuweza kuwapatia mahitaji yale ya watu ambao wameshindwa kuweza kupata, ni ile ile na baada ya hapo, watu wanawainua, wanawafanya kuweza kuwa vichwa, wanawafanya kupata sifa nyingi, wanawapatia majina mengi zaidi, na wao wanafurahia kupata majina hayo kutoka kwa watu, lakini si kwa Mwenyezi Mungu. Angalia Yesu anakataa kuinuliwa kwa sababu haukuwa wakati wake, anakataa wanafunzi wake wasiangalie ubaya huo, wasitembee katika njia hizo, kwa sababu alijua madhara yatakayokuja katika kuweza kuinuliwa na wanadamu. Acha Mwenyezi Mungu akuinue, mwanadamu asikuinue. Acha kutumia nguvu za kimungu katika kuweza kuwapatia watu mahitaji yao ili wao wakuinue, wakati Mwenyezi Mungu, wakati Yesu mwenyewe amekataa nguvu za Mungu zitumike kwa ajili ya Mwenyezi Mungu zisitumike kuweza kuinua majina yetu na kutufanya tuweze kuwa bora zaidi. Hilo tujifunze na tuweze kutambua alama za nyakati tulizokuwa nazo. Je, wanaokuja kweli hawa hawapo nyuma ya shetani ambaye alimshawishi pia Yesu atumie nguvu zake kuweza kuteka akili za watu, akimwambia geuza mawe yaweze kuwa mkate, jirushe katikati ya watu, watu wakuone kwamba wewe ni bora zaidi. Jambo jingine tunalojifunza katika Injili hii ya eh, Marko, Yesu alitumia muda wake mwingi kuongea na baba yake. Alikuwa na ratiba huduma alizokuwa anazifanya, maajabu alikuwa anayafanya kutimiza mahitaji kwa watu, kuwaponya, hakukumfanya Yesu ajitenge na kuongea na baba yake, na hili naomba tulizingatie sana. Unaweza ukawa ni mhudumu mzuri ukatingwa sana na huduma kwa watu ukakosa muda wa kukaa kuongea na yule aliyekupatia huduma hiyo ambaye ni Mungu baba yetu. Unaweza ukawa umetingwa na kazi na biashara ukakosa muda wa kuweza kuongea na aliyekufanya ukapata biashara hiyo ambayo ni Yesu mwenyewe. Unaweza ukatingwa na mambo mengi sana umekosa muda wa kuweza kukaa na Bwana Yesu. Mafanikio aliyokuwa ameyapata ya kuweza kuwalisha watu hayakumfanya ajitenge na kuongea na baba yake. Kinyume chake, mafanikio ya kidunia ambayo tumeyapata katika nyakati hizi yanatufanya tujitenge na Mwenyezi Mungu na uso wa Mwenyezi Mungu kuto kuongea na baba. Hatuna muda na Mwenyezi Mungu, bali tuna muda na vitu vya Mwenyezi Mungu. Akiwa katika sala kule mlimani, ndipo anawaona ndugu zake wakiwa baharini, bahari imechafuka Wanateseka, wakipiga makasia, wafike mwisho wa safari yao, hawawezi kwa sababu dhoruba kali imeingia baharini. Yesu anakatisha muda wake wa sala, anaacha kuongea na baba yake, anashuka baharini kwenda kutuliza dhoruba kwa wale marafiki zake. Mateso ya mwanadamu, mahangaiko ya mwanadamu yalikuwa ndiyo msingi mkubwa sana wa Yesu kugusa maisha yao na kuwaendea. Alijisahau mwenyewe, hakujali mahitaji yake, hakujali ile nafasi ya kuweza kuongea na baba yake, bali alijali mahitaji ya rafiki zake akashuka. Tunajifunza kitu kimoja kwamba mwanadamu ni wa thamani sana mbele za Mwenyezi Mungu. Wewe ni wa thamani kubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu, katika mahitaji yako, katika mateso yako unayopita, katika safari yako ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameianzisha unapopita katika matatizo hayo ya maisha hayo, Yesu hawezi kukuacha hawezi kuacha bahari iweze kufanya uzame, hawezi kuacha katika dhoruba mbalimbali za maisha ambayo yamekuja katika safari yako ya maisha. Yesu anaacha shughuli zake anakuja katika magumu na maisha ya maisha ambayo tuko nayo, hawezi kukuacha wewe, ni wa thamani kubwa zaidi. Alikuja Yesu haraka sana kwenye ile bahari akakanyaga yale mawimbi. Zile ghasia za mawimbi yote ya ile bahari zilipoona nyayo za Yesu zilitulia. Yesu mtuliza dhoruba, alifanya hivyo kwa wale mitume, atafanya hivyo katika maisha yako. Yesu Kristo akiwepo katika maisha yetu, katika safari yetu, dhoruba, mahangaiko, mateso yote lazima yatulie. Tembea na Kristo katika siku ya leo, mwalike kila hatua unayokwenda nayo usimwache. Nenda naye mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia uweze kuwa ni mwaka wa kutembea pamoja na Yesu katika dunia hii ambayo imejaa kila aina ya dhoruba. Yesu akiwa pamoja na sisi atakanyaga kila aina ya dhuruba, kwa sababu uweza wake uko kati kati yetu na yeye anatupenda, hawezi kutuacha tuangamie utakuwa mshindi kama walivyokuwa washindi wale mitume, na ushindi huu utakufanya ufike katika lengo lako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.